Na biblia imewekwa wazi, inasema Yohana, mtofautishe kati ya wana wa Mungu na wana wa ibilisi. Yohana, mtofautishe. Haleluya, amina. Yohana, mtofautishe kati ya wana wa Mungu na wana wa ibilisi, kwa sababu wana wa ibilisi matendo ni dhahiri. Hata kama wanasali konatu, huyu ni mwana wa ibilisi. Haleluya, haleluya, hata kama utamwona, tunajua huyu wa ibilisi. Iko namna ambayo wana wa ibilisi wana wanayo na wana wa Mungu wanayo, iko namna, kuna namna. Ukimwona mtu hata kama anasali unajua huyu ni mwana wa Mungu, huyu hata kama anasali ni wa ibilisi. kwa sababu a anasema anasema nyinyi ni wa baba yenu shetani Haleluya, haleluya. Lakini anaoambia ni akina nani? zile nyaraka alikuwa anawaandikia watu walio ndani ya nyumba ya ibada, ndio wana huyo ameenda mpaka wanaambiwa nimekupa na walio wa sinagogi la shetani, wanaambia watu wa wana sinagogi la shetani. Wa shetani anasema, lakini mimi ni wa baba yenu ibilisi na mapenzi ya baba yenu ndio mnayoyatenda. Mapenzi yapi? baba yao anapenda wayo waibe, baba yao anapenda wavute bangi, baba yao anapenda, anapenda walodi wafanye uchawi, baba yao anapenda waseme wongo na hayo wanayofanya ndio mapenzi ya nani? Ya baba yao. Sijui hayo si makofi Amina? Kwa hiyo mtu hawezi kufanya ambacho siyo mapenzi ya baba yake. huwezi hey, kufanya ambacho baba yako apendi. ili uweze kuendelea kuwa mwanae mpendwa, lazima ufanye anachopenda baba, oh. Sijui unanipata sawasawa, sijui unanipata sawa sawa. Amina. Kwa hiyo watu wengi wanafanya mapenzi ya baba yao shetani Wengi sana, wengi. Kwa hiyo ukisema uongo na baba yako Mungu ambinguna amekataa, maana yake nini? Utakuwa unafanya mapenzi ya baba yako wa dunia hii, ambaye ni Shetani, ambaye anatuambia ulimwengu wetu wakaa kwake. Lakini wao waliomchagua kumwamini Yesu, Biblia inasema ulimwengu hawatambui wa kwa sababu sio ulimwengu huu, na kwa sababu hiyo wow, wao huyafanya mapenzi ya baba yao, yani mapenzi ya Mungu. Yesu akasema imenipasa kuyafanya mapenzi ya baba yangu, niweko nyumbani kwa Mungu wangu. Imenipasa niweko nyumbani kwa Mungu wangu ili niyatimiza mapenzi ya baba yangu. Haleluya! Kwa hili sisi tunakuja kanisani, kwanini? Sio kwamba tuna kazi ya kufanya, zipo, lakini kwa nini tunaacha zote, tunakuwa hapa? Kwa sababu yako mapenzi lazimisha kufanya yale la ambayo Baba anapenda. Haleluya.